Mheshimiwa padri, watawa, walelewa wetu, wanovisi, masinia na sasa makanani, kwa na wadogo zetu, njoni, tumsifu Yesu Kristo, yeah. Leo tumekusanyika katika kikanisa hiki cha novisiati kupokea mabinti zetu kumi na tatu walioingia katika hatua ya unovisi. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi hii kubwa katika shirika letu. Tunamshukuru sana Mungu na kuwashukuru nyinyi ambao mmejiweka tayari na kuwa tayari kuendelea kuitikia wito wenu ili kumtumikia Kristo. Kukubali kuwa pamoja nasi katika shirika letu. Sasa tunaomba tuelewe kipindi hiki cha novisiati kinawasaidia kufanya nini. Wanovisi wapendwa. Sasa tuelewe kwa makini maana ya kipindi hiki cha unovisi. Kipindi hiki cha novisiati ni kipindi cha pekee kabisa katika malezi yetu ya kuandalia na kujiandaa katika maisha ya kitawa. Ni kipindi cha kusali, kutafakari juu ya wito mtakatifu mlioitiwa na Mungu. Ni kipindi cha kuwaombea wazazi, walezi, kujiombea ninyi wenyewe. Kuliombea, kuli, kuliombea kanisa na kuombea ulimwengu mzima pamoja na kuombea nchi yetu amani. Ni kipindi kinachowasaidia kujiandaa kuwa mnovisi na kuona kama maisha haya uliyoyachagua yanakufaa. Ni kipindi kilichoandaliwa kwa ajili ya mnovisi kuona kama maisha ya kitawa ndani ya shirika kama ataweza kuishi maisha haya ya kitawa. Ni kipindi cha matengenezo, mnovisi anaundwa na kujitengeneza yeye mwenyewe kwa kushirikiana na walezi wake. Ni kipindi hiki mnovisi anaandaliwa katika miaka miwili ili kuwa zaidi, kukua zaidi kiutu kiroho ili kukua kuwa zaidi kiroho na kimwili na kiakili na kiimani. Ni kipindi cha kujirekebisha, ni kipindi cha kuwa mkomavu, ni kipindi cha kuamua bila kusaidiwa kuamua na mtu yoyote, yaani wewe mwenyewe unaamua. Ni kipindi cha kumkaribia Mungu, usali zaidi, kutafakari zaidi. Kwa hiyo mkitumie hiki kipindi vizuri, kwa hekima na busara. Katika kipindi hiki ni majiundo, tumieni muda vizuri katika kutafakari katiba ya shirika, miongozo yote ya shirika, mkitumie vizuri. Katika kipindi hiki mnovisi anaandaliwa kuwa, anaalikwa kuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwa walezi wake, hivyo kuweni tayari kukubali kuelekezwa, kufundishwa, pia kuweni na utii na usikivu, mkiyapokea yote kwa unyenyekevu ndani ya kipindi chenu chote cha novisi cha novisiati, ili muweze kuwa wa kufaa katika maisha yenu ya kitawa na ulimwengu. Nguvu ya Roho Mtakatifu iwaimarishe katika safari yenu, na mama yetu Bikira Maria aliye msimamizi wa shirika letu aendelee kuwabeba na kuwafanya imara ili muweze kufikia hamu ya mioyo yenu, mkimtegemea mama, naye atawafikisha salama bandarini. Nawe mlezi, Sista Terezina, magoti na kukabidhi hawa mabinti kumi na tatu wazuri, wenye nguvu, wenye afya, wenye moyo wa majitoleo, wanaotaka utawa kwa nguvu, uwalee na kuwaongoza na kufuata misingi ya katiba na miongozo ya shirika letu. Uwapokee kwa moyo wa upendo, uwe tayari kuwaelekeza kwa moyo wa kimama. Tunakuombea baraka za Mwenyezi Mungu katika kutimiza wajibu huu uliopewa na shirika ili wanovisi hawa kwa kupitia kipindi hiki cha novisiati Wawe, waweze kufaa katika kanisa na katika maisha ya kitawa. Mama Bikira Maria akuombee katika kukamilisha hayo. Nasi kama shirika tunakuombea maana tumekukabidhi kazi nzito ya kulitegemeza kundi litakalokuja kunyanyua shirika.